Ni Dar es Salaam, mwili wa aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha DP mchungaji Christopher Mtikila unatarajiwa kuagwa kesho. Shughuli hiyo itafanyika katika viwanja vya Karimjee. Msemaji wa familia ameeleza kuwa uh, wamelazimika kuchukua hatua wa hiyo ili kupokea watu wengi zaidi kutokana na nafasi nyumbani kwa marehemu kuwa ndogo. Gilbert Johannes anafafanua zaidi. Picha ya mchungaji Christopher Mtikila hapa nyumbani kwake ambayo inaashiria kabisa kwamba hivi sasa hatunaye tena mara baada ya kupata ajali ya gari kwa siku ya jana alfajiri, na mwili wake hivi sasa umeweza kuhifadhiwa katika hospitali ya Lugalo. Ndugu jamaa na marafiki wameweza kujitokeza katika nyumba yake hii, kianza kuzungumzia uwezo wake wa kisiasa katika nchi yetu ya Tanzania kiujumla na kuidai Tanganyika. Uwezo wake hasa wa kisiasa unaweza tukauzungumziaje? Hatunaye tena lakini uwezo wake tunaweza tukauongeleaje? O, alipokuwa katika katika siasa. Kwa hiyo sisi ambao tumemfahamu watu, watu wengi walikuwa nasema wanamshangaa Mtikila, lakini sisi tulikuwa nasema ndio yule yule Mtikila ambaye tunamfahamu sisi e, kwamba akiwa akiamini kitu atakijengea hoja na atakisimamia ile hoja hata kama watu mia moja hawakubaliana naye, yeye anajua ni hoja ambayo ni ya ukweli na ya haki, ataitetea, ataifikisha mpaka mahakamani. Kiukweli ni kwamba mchungaji hakuwa na jeraha lolote kubwa au baya nje ya mwili, kwamba labda alichomwa na kitu eidha chenye ncha kali au kuminywa ili akose hewa. Hakuwa na kitu kama hicho. Lakini unakumbuka ile gari iliyo vatani kwa baada ya kwa sababu alikuwa hajafunga mkanda, alikuwa ametoka na mbele ya kioo cha mbele windscreen. Kwa alikokuwa ameangukia ndiko alikuwa ameegemewa na gari, akavunjika mbavu kama nne tano za mkono wa kushoto. Timu za mazishi, mpaka sasa, taratibu ukoje? Okay. E, tumetoka kumaliza kikao cha nandugu hapa sasa hivi e, tutaaga siku ya Jumatano kwa sababu mchungaji alikuwa ni mtu wa watu, hatuwezi kusema tutamwagia hapa nadhani tunakamilisha taratibu ndogo ndogo. Nadhani aidha tutamwagia Leaders Club, aidha ukumbi wa Karimjee Hall ba, tutaenda kutoa taarifa pengine kesho asubuhi na mapema. Kifo cha mchungaji Mtikila kimagusa wengi ndani na nje ya Tanzania. Hapa nyumbani, chama cha NRA kimesitisha kampeni kwa siku tatu. Pia baadhi ya wa wanasiasa wamekemea tukio la kusambaa kwa picha za marehemu kutoka eneo la ajali. Kifo cha Mchungaji Mtikila ni pengo kubwa sana katika siasa na demokrasia ya vyama vingi hapa nchini, kwani amekuwa mdau mkubwa katika kudumisha na kuboresha mfumo wa siasa za nchi yetu na demokrasia ya vyama vingi hapa nchini. Ni msiba wa baraza na kama ni msiba wa baraza, lazima kuna lazima tukae vikao, tuone jinsi gani tunaweza kushiriki kikamilifu katika msiba huu. Baada ya kuagwa mwili wa marehemu utasafirishwa kwenda mkoani Njombe kwa ajili ya mazishi. Gabriel Johannes Azam News, Dar es Salaam.